Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala leo ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Leo msikilizaji, tunajikita kuangazia haki za wanawake, hasa wale wanaojipata katika hali ngumu kama vile vita na ukame. Karibu kwenye makala leo. Jina langu mimi, kama ada, msikilizaji, ni Bwana benson wa Koli. Msikilizaji, katika kila kona ya dunia, sauti za wanawake zimekuwa zikipigania jambo moja tu hilo ni haki. Haki ya kusikizwa, haki ya kutathiminiwa, haki ya kupewa nafasi sawa. Na hapa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki, ingawa hatua zimepigwa, safari ya mwanamke kuelekea usawa bado inakumbwa na changamoto nyingi, kama vile vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini Sudani Kusini, kaskazini mwa taifa la Ethiopia na hata kaskazini mwa taifa la Msumbiji. Hapa msikilizaji, inazungumuzwa na Batul Halid ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika la Women for Women. Anataka dunia ifahamu matatizo yanayopitia wanawake ili wapewe usawa. Mwisho wa siku, uh, kile ambacho tunataka kutoka kwa wanahabari, tunataka wanahabari wasimulie hadithi hizi wa wanawake hawa, kwa kuwa tunaona kuwa watu wamechukulia kuwa masimulizi haya ni ya kawaida na si ya kawaida. Uh, tunaona kuwa wanawake wanaathiriwa sana na mambo ya ujeuri katika vita, na pia tunaona kuwa, uh, ujeuri huu unachukuliwa kama silaha ya vita na hatutaki hivyo k okay, sana sana katika nchi ya DRC, ya South Sudan, Nigeria na Rwanda. So masimulizi haya yatusaidia wanahabari kueleza zaidi, kufafanua zaidi, uh, shida ambazo wanawake hawa wanapitia uh, kila siku. Jambo muhimu ama, ambalo tungependa Uh, wanahabari wazingatie, tungependa wanahabari wasimulie hadithi hizi kila siku zinapotokea. Saa hizi tunaangalia kuwa nchi mingi zinapitia vita, wanawake wengi wanapitia vita. Tunataka wanahabari wasimulie hadithi hizi kwa upendo kwa unyenyekevu, kwa kuangalia masilahi ya wanawake hawa, kwa kuwapatia heshima wanaposema hadithi hizi na kuweza kujiweka katika uh, viatu vya wanawake hawa. Kuna mipaka, pengine mngependa tufike tusipite. Unapoongea na mwanamke huyu jaribu kuongea naye, umuulize angependa nini haswa ishughulikiwe katika a, mawasiliano hayo ama katika mm, hadithi yake, angependa nini haswa ishughulikiwe au nini iongelewe. Iwapo mwanamke huyu atakataa uh, mwanahabari labda kutaja jina lake, kutaja familia yake, ama kutaja matendo yaliyomfanyikia au mtendekea, ni vyema mwanahabari kutozingatia masuala hayo ambayo mwathiriwa angependa yasitajwe. Ukosefu wa ufadhili, hasa baada ya mashirika kadhaa kujitoa ya Marekani kujitoa. Mnafanyaje sasa kazi kwa sasa, ugumu unakuwaaje, mmefikia wapi? Pengine wanawake wanapata ugumu kupata usaidizi. Na tunaona kwamba kuna vitengo kadhaa vya ufadhili wetu ambazo imebidi tuzikatishe, lakini kuna vipengele kidogo ambavyo tunaweza kuendeleza kama Women for Women International, lakini zingine imebidi tukatize kwa sababu hakuna ufadhili. Na tunaona kama hakuna ufadhili wanawake wa hawezi pata matibabu hawezi pelekwa kwenye safe spaces, mahali ambapo wanaweza ongea bila uoga. Ni shida kufuatilia kesi zao kwa sababu hakuna ufadhili. Ni shida kuwapatia pia uh, pesa za nauli za kwenda kwenye hospitali ama kwenda kwenye uh, vituo vya polisi uh, ni shida pia kuwaunganisha na wanasheria kuwasaidia na na hizo kesi zao. Ufadhili kukatwa, kwa ufadhili umeathiri sana usaidizi ambazo tunapatia wanawake katika nchi ambazo tunafanya kazi, lakini sasa shirika mmejipanga vipi pengine iwapo hali kama hii itaendelea kutokea? Ni vipi tutaendelea manake, vita bado vipo na usaidizi unahitajika. Um, katika Women for Women jambo moja ambalo tunafanya hatuangalii sana ufadhili kutoka kwa um, maserikali kuu uh, lakini tunaungana na wafadhili ambao nitasema private donors ambao kila kila siku tunawapa tuna, tuna habari kuhusu wanawake hawa wanaweza kutufadhili kwa njia moja au nyingine, na ile ufadhili ambao wanatupatia uh, tunashirikiana na shirika zingine kuhakikisha kuwa wanawake hawa wamepata ufadhili ambao unatakika. A, tunafanya kazi karibu nchi kumi na sita na katika nchi hizi zote tunaangalia kuwa wanawake wanaathiriwa na vita kwa njia moja au nyingine. Jua haki zako na Benson Wakoli. Katika jamii nyingi, msikilizaji, wanawake bado wanapambana na mila na desturi ambazo ni kandamizi. Wengine wamenyimwa haki ya kurithi ardhi, wengine wakinyimwa haki ya elimu ya juu, na wengine hulazimika kuvumilia unyanyasaji katika jamii kimwili na pia kisaikolojia. Visa kama hivi si vigeni nchini Kenya. Katiba katika taifa hilo ibara 27 inasema wazi kuwa kila mtu ana haki ya kutobaguliwa kwa misingi ya jinsia. Hii ina maana kuwa mwanamke na mwanaume ni sawa mbele ya sheria ya Kenya. Lakini tumeshuhudia pia mashujaa wanawake, msikilizaji, wapo walimu, wakulima, wanaharakati, wanasiasa ambao wamevunja mipaka na kwa mfano wa kuigwa. Haki ya mwanamke si jambo la hiari, ni wajibu wa jamii, ni jukumu la kila mmoja wetu, wanawake kwa wanawake, taasisi kwa familia, kuhakikisha kuwa wanawake hawabaguliwi, hawatumiki vibaya na hawazuiliwi kufikia ndoto zao maishani. Lakini msikilizaji, hapo awali tumesema changamoto nyingi zinakumba wanawake. Hivi karibuni, hatua ya serikali ya Marekani kusitisha misaada kwa mashirika mbalimbali mbali kidunia imemwathiri moja kwa moja mwanamke katika jamii. Harriet Robina ni mkurugenzi wa ubunifu na mipango wa shirika la Women for Women. Hapo anatathmini kwa nini hatua ya Marekani kusitisha ufadhili katika mashirika imeathiri mwanamke mmoja kwa moja, lakini no, inawezekana kwamba tunaweza kupata pesa kutoka mahali pengine. So ingawa mashirika mengi you know, yamekuwa yakitegemea USAID kwa muda mrefu, na hivyo so hii ilikuwa kweli are are ni pigo kwa mashirika mengi. Kwa hivyo moja ya njia ambazo zinatusaidia ni kwamba tumeanzisha miundombinu katika jamii. Kwa mfano tunashughulikia kile tunachozungumza sasa, kwa upande wa ukatili wa kijinsia unaohusiana na migogoro, ilikuwa ni sehemu ya shirika la USAID, kwa mfano ofisi ya ufadhili wa misaada ya kibinadam tuliokuwa nayo. Tumechora ramani nzima ya watu wa huduma na orodha hiyo inapatikana hata kama hatuna pesa. Ni rahisi kuzungumza na waathiriwa kwa kusema unaweza kuhamia kituo hiki kupata msaada wa matibabu, unaweza kuhamia kituo hicho ili kupata usaidizi wa kisheria na hayo yote. Hili limetusaidia kwa miundo ya jumuia kuendelea na baadhi ya kazi hii, ikiwa ni pamoja na kuongeza uelewa hasa na viongozi wa jumuiya za miundo hii wanaweza bado kuzungumza na jamii bila malipo, wanafanya kwa hiari na. Na taifa la Sudani Kusini ni moja ya mataifa ambayo visa vya unyonyesaji wa kingono vimeripotiwa sana. Je, katika utendakazi wenyu mmepata ushirikiano wote kutoka kwa serikali ya Sudani Kusini ama jumuiya ya Afrika Mashariki? There is very... To to um, kwamba kuna ufadhili mdogo sana unaotengwa kukabiliana you, na ukatili wa kijinsia. Sahau kuhusu masuala ya jinsia yenyewe, sio kipaumbele kikubwa so sana kwa serikali nyingi, lakini tungetaka iwe kipaumbele kwa sababu ni shida sawa na ile ya kiafya. Pia ni mzozo ambao serikali zinapaswa kushughulikia. Kwa hivyo, kwa ujumla, kuna rasilimali nyingi za majukumu wafanye kazi, hawana uwezo wa kujibu, kwa mfano, unyanyasaji wa kijinsia. Nilitaja tu swala la uwezo wa watoa wa huduma. Tungetaka watu wawe tayari kumpokea mwathiriwa kukusanya ushahidi unaohitajika. Huduma inapaswa kupatikana, lakini katika vituo vingine haipatikani. Kufadhiliwa, kuwa na uwezo sahihi wa kuweza kutoa huduma hizi, na kwa upande wa serikali watoa wa huduma za kibinafsi na mashirika ya NGOs, hili linahitajika kote, si tu kwa serikali. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na nguvu ya pamoja na tushirikiane katika hili. Kwangu mimi uwezo unahitajika pamoja na hela, ili tusiseme tu ni serikali, lakini kama sijaenda kwenye kituo cha serikali nipate kutoka kwa NGO, sijaenda kwenye NGO au nizungumze na viongozi wa kidini waweze kunielekeza. Kwa hivyo kwangu mimi, ni kuhusu utaratibu wa kina na wa jumla wa usaidizi kwa wahusika wote, ambao ungesaidia mtu yeyote katika tukio la unyanyasaji wa kijinsia. Msikilizaji, haki ya mwanamke si vita vya jinsia moja, ni harakati za utu, kuhakikisha kila mtu katika jamii anajihisi yuko sawa. Jina langu mimi ni bwana Benson Wakoli, kwa niaba ya wote waliofanikisha makala ya leo. Kwa heri msikilizaji. <tikulizaji>